Baada ya kutambua fikra zilizofundishwa, swali linalofuata ni gumu zaidi: tunawezaje kuziacha? Sababu fikra haziondoki kwa kelele, haziondoki kwa hasira, huondoka kwa ufahamu. Mara nyingi mwafrika hajui kwamba fikra zake si zake kabisa, anaishi kulingana na matarajio ya wengine anaota ndoto zilizochaguliwa kwa niaba yake. Ndio maana hata apewe nafasi anaogopa kuichukua. Lakini ukweli ni huu: huwezi kubadilisha maisha yako bila kubadilisha jinsi unavyojiona. Mabadiliko yanaanza ndani, hayaanzi nje na ndani kuna sauti ndogo inayokuambia unaweza zaidi ya ulivyofundishwa au kuaminishwa. Ili kubadilisha maisha yako ni pale unapoamua kusikiliza sauti hii. Kwenye somo lijalo, tutaangalia hatua ya kwanza kabisa ya kujenga fikra mpya bila kuharibu maisha yako ya sasa.